Pole sana rafiki yangu, na nakubaliana na wewe. Hiyo hali ni zaidi na ya kwako, kwa sababu mimi niliwapata tayari washavaa, na wewe umewapata watupu, tena mbaya zaidi, umesema mmewafumania wote. Ndio, kuna muda unaweza ukasema wanaume ni washenzi, kumbe wakwako kwako ndo mshenzi. Na ushenzi wa wanaume unatokana na sisi wanawake, mda mwingine hivyo. Wanaume wamezidi. Niliwahi kusikia kwamba wanaume tunawazingizia. Kwa nini inasemekana wanaofanya hivyo ni wavulana? Ehe. Mbona hiyo mambo anakuandama sana lakini na Nilila, <laughs> tena zoo. Kwa nini usikie ukamsikiliza kaka yako. Nililewa dada, usiniambie umeanza kutumia mihadarati tena zuu. Kwa nini aesha na bila sababu? Bambi bambi ndio nani tena? Usiniambi umeanza kumchanganya tena na rafiki yake? Ndio tena mko. Mama yangu wewe! hilo huyu mwanamke ni mbaya sana, na isitoshe anapenda kutembea na waume za watu. Kwa nini? Anaonekana tu alivyo na anaonekana sio Mkenya, ni mtizi ongeongea yake, na hiko ndo kinafanya wavulana wa Kenya kubabaika na Watanzania. Mi ni sakata lako limeniumiza pia kwa namna fulani. Unanishauri nini sasa? kwa sasa sina cha kukushauri. Naomba nipate mda wa kutafakari kidogo. Sawa, nitarejea baadaye. Shuru. Hmm, nikikumbuka, nikijifunza, hakuna linaloharibu moyo Nikikumbuka jana upendo lio tamu. Kwa hiki kitendo ni bora nikamdhihirishia dada yake kwamba Zuni ni aina ya wasichana wachafu sana. Najua atasema tunafanana kwa kuwa aliniona na Dori, lakini i ni walonaliwe Hapa tunaweza kusema mlikutana wote, sio waaminifu kabisa, na ndio maana ninyi kuachana ni ngumu, kwa sababu matendo yenu yanafanana. Sasa hiyo simu utaipataje? Nitaifata tu kwa muda wangu, au nitaongea naye amiwetee. ah! kwa hiyo unaenda kukutana naye tena eh? Sasa nitafanya je? Nafikiri shauri yako. Mimi naenda kumwambia kaka yako kwamba umerudi, eh. No. Ah, karibu. Asante. Umemfuata zuo au umemleta? Nimeleta nguo zake, hizi nguo za zuo ee, eh. Eh, eh, pita, unipe hadithi kwa ufupi kuhusiana na hizi nguo. Hapana, acha tu. Hebu e, sikiliza. Naongwa, maombi mawili kwa wakati mmoja huwa hayatoi majibu ya maana. Na usifikiri labda ukikaa kimya dunia itakuelewa. Muda mwingine sauti yako ni silaha tosha, na ndio maana unatakiwa useme, hata kama moyo unauma. Sema hata kama unatetemeka. Sema hata kama utaki kusema. E, kuna muda sauti zilizobeba ukweli huwa ni bora zaidi kuliko kelele zisizokuwa na maana. Ndio. Hebu e, Pita uje unieleweshe uni kuhusiana na hizi nguo. Karibu. Semaje kape mpenzi wangu ija hapo sasa hivi nipo boda naenda Tanzania staki usumbufu na wewe samani futa namba yangu. Ah, mpenzi wangu usifanye hivyo nakuja hapo nyumbani sasa hivi staki sikiliza sikiliza sikiliza basi Kumbe yule msichana ndio changudoa au amekuja Kenya kwa sababu ya kumaliza wavulana wetu, eh? Hata Madebe inaonekana kaliona hili, ndio maana anatamani nirudi kwa Nongwa, lakini Nongwa naye kwa nini apambane kwa kumfuma yule msichana? Anongo yipuinti anaongea na Madebe. Sasa hapa tusubiri matokeo. kwani wanajuana? Sidhani, ila kwa namna ninavyo mjua kaka yako, kwa kipindi hiki kifupi nimekaa naye, lazima atamchukulia maelezo, na siamini kama nungo anaweza kuficha baadhi ya mambo. Sasa nitafanyaje mimi hapa? Nimekuambia niko mbele ya nyumba sipo huko uliponiacha. Kwa hivyo ni oh, nyoshe au nirudi nilikotoka? We njoo mbele niko hapa karibu na maua. Sawa, nimekuleba bosi wangu. Nikikumbuka, nikijifu Unajua, nashindwa kabisa la kusema juu ya hiki kizazi cha AI. Unajua, haya masuala mimi nilifikiri ni Tanzania pekee, sasa nimepata somo kwamba hii ni homa ya Afrika. Kwa nini sasa kama ninyi wazinifu eh, mmetengeneza mfumo wa kufumaniana alafu mnapeleka malalamiko kwa walezi? Hiyo si gomoa? akifika Labda nikwambie eh, usichokijua bwana. Ndio kaka. Mimi ni muda mrefu nikupo na kushauri uachane na zoo. Na bado haitoshi nikawa nakutia moyo nakupa na nguvu, uwe karibu na doli. Nikupo na maana sana. Labda usichokijua zoo, mimi ni mdogo wangu wa pili kwenye kuzaliwa. Eh. Sasa mara nyingi wanaongea kwanza kama mzazi, lakini pili kama mlezi. Bado haitoshi nilikuwepo na jaribu kusimamia maslahi ya wewe, mwanaume ajaye. Kwa nini zuo tulimwondoa Tanzania na kumleta huku kusoma? Baada ya kufanya tukio linalohusisha na mvulana wakiwa kwenye mahusiano kitu ambacho kikapelekea mpaka kupoteza nguvu kazi ya mvulana. Uko kazini dada? Hapana, sijafika bado. Sawa. Vipi wewe umefika, nikupe maagizo? maagizo hapana, na wala sitaenda leo. Eh, unaumwa? Hapana, ila kuna tatizo lingine. Bado mambo ya mahusiano hayo hayo? Ama ni sababu sijakupa taarifa ya makutano yangu na mpenzi wako, au kuna lingine? Yaani anyway, we acha tu dada.

Kuna nini tena? Unajua kizazi hiki cha AI kimeamua tu kufanya mambo bila aibu wala haya. Kwa nini sisi, wakati tunaenda kuoa tulikuwa tunatoa posa kama ishara ya kutaka kuoa minki wa mtu, lakini wao wanaleta nguo baada ya kushiriki teno, kama onyo kwamba ukibisha tu unaisumbua Sijakuelewa. Huwezi kunielewa kwa sababu na wewe unalea kizazi hiki, ila mimi ninachotaka, nataka akirudi zuu, nimfundishe kwamba muda mwingi eh, mti unaumba majani kwa ajili ya shina, nipate kivuli. Shumi.

kwangu mimi ananipa wazi simezimate, kwani kitu gani? Mbona kama vile kuna maruhani na shanga, huenda ni shetani. Umenivua nguo mbele ya majirani, ilala kama noma na yewe noma. Ni mapenzi nimekoma, maumivu nayo yaona, sijui lini yatapona.